Yes, siku ya jana pia kulikuwa kuna eh, majadiliano ambayo yalikuwa yakiendelea eh, bana kati ya Rais Donald Trump lakini pia na Rais wa kule eh, China eh, nikimaanisha bana Xi Jinping, moja kati ya watu eh, ambao pia wanafanya poa katika masuala zima la uongozi na eh, bana, walikuwa wana kikao kifupi ambacho kilikuwa kinahusiana na masuala mazima ya makubaliano ya kibiashara. Ikumbuke kwamba Marekani pia ilikuwa imeongeza baadhi au eh, eh, eh, bana ushuru ambao pia alikuwa akiitoza China kutokana na masuala mazima ya kibiashara. So, kuna mvutano wa hapa Mchina, hivi, na pale Mchina akisema kwamba umenifanyia hivi basi na mimi nitakufanyia hivi lakini pia Trump pia e, amekomaa lakini pia waliweza kufanya makubaliano, lakini pia siku ya jana pia wameweza kufanya mm -hmm. E, e, tunaweza tukasema negotiation zote za kila kitu kuhusiana na masuala mazima ya, e, ya kibiashara. Sasa baada ya majadiliano kati ya Marekani pamoja na China, waziri wa fedha wa Marekani, Scott Bessent, pia ametangaza makubaliano ya ushuru wa forodha kati ya nchi hizo ambapo ameweza kusema kila upande utapunguza ushuru kwa asilimia e, mia moja na kumi na tano. So kwa China itapunguza asilimia mia moja kumi na tano then kwa Marekani pia itapunguza kwa asilimia mia moja kumi na tano E, na hii yote ni mara baada ya rais kushika e, uskani, tunaweza kusema rais Bana Trump akaweza kufanya hivyo. Sasa makubaliano yameweza kutokea na waziri wa fedha kutokea nchini Marekani ameweza kutangaza hivyo kwamba asilimia mia moja kumi na tano, kutokea katika hizi nchi zote mbili utaweza kupungua. Sasa rais wa Marekani Donald Trump pia alitangaza kutoza ushuru wa hadi asilimia 145 kwa hapo awali, lakini pia kwa bidhaa kutokea China, huku China pia ikilipiza kisasi kwa kutoza hadi asilimia 125 kwa bidhaa e, kutoka Marekani. So, ilikuwa ni kitu ambacho pia yani, back to back to fanya ni kufanyie hivi, fanya ni kufanyie hivi. Lakini kwa sasa hivi wameweza kufikana na, na makubaliano ya kwamba kila mmoja wao aweze kupunguza asilimia 115. Vipi kwa upande wako, hii itaweza kupunguza kwa baadhi au itaweza kuheta, e, kuleta kuleta chachu zaidi katika biashara, hasa katika nchi hizi kubwa mbili kutokea hapa duniani nikimaanisha China na Marekani. Yapi maoni yako kuhusiana na suala hili? Drop comment yako hapo comments, like, share au rekomendisha kinomanoma kwenye mitandao yetu ya kijamii bana, tunapatikana. And my name is Dad. Kabisa, chao.